Libya imekuwa kituo muhimu cha maelfu ya wahamiaji wanaohatarisha maisha yao baharini wakijaribu kufika Ulaya kila mwaka kutafuta maisha mazuri. Waziri wa mambo ya ndani Imad Trabelsi amewaambia waandishi wa habari mjini Tripoli na mabalozi kadhaa wa kigeni wanahitaji kuungwa mkono kimataifa. Trabelsi amebainisha Libya imepokea msaada mdogo kutoka Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kiarabu ikilinganishwa na ahadi zake za kushughulikia suala hilo. Umoja wa Ulaya umetumia euro milioni 465 kwa Libya, eneo la wahamiaji kati ya mwaka 2015 hadi 2021, wakati euro milioni 65 zilitengwa kwa ulinzi mwaka 2021 hadi 2027. Tablis amesema wahamiaji haramu milioni tatu wameishi nchini Libya katika kipindi cha miaka 15 iliyopita wengi wakienda kama familia. Serikali kupitia wizara za mambo ya ndani na mambo ya nje lazima iratibu juhudi za kuongeza idadi ya wahamiaji hadi 1600 kwa mwezi. Tuna uwezo wa kiupangaji na washirika wanaohitajika kuondosha wahamiaji hawa. Wananchi wa Libya wanaogopa makazi ya wa wahamiaji. Kwa mfano, Libya inawahifadhi wahamiaji milioni tatu, asilimia sabini kati yao ni familia. Haya ni makazi Leo katika kila mji na kila kabila Walibia wanajadili suala hili. Ni tatizo kubwa na Walibia wanalikataa. Hata hivyo kukataliwa sio tu kwa maneno, inahitaji hatua. Libya bado inakumbwa na mgawanyiko na, mga na ukosefu wa utulivu baada ya miaka mingi ya machafuko kufuatia uasi ulioungwa mkono na jumuiya ya kujihami NETO wasafirishaji haramu wa binadamu wamechukua fursa ya kukosekana kwa utulivu na kusababisha ukiukwaji wa haki za binadamu ikiwa ni pamoja na unyang'anyi na utumwa. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Libya, Nicola Orlando, amesema Ulaya haina nia ya kuwapata wahamiaji nchini Libya na kutoa wito wa kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao za asili. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wahamiaji, watu takriban elfu 25 wamezuiliwa na kurejea Libya hadi sasa mwaka huu, wakiwemo wanawake 2196 na, na watoto 937. Kuhusu maelfu ya wa wakimbizi wa Sudan ambao wameingia Libya kukimbia Sudan iliyokumbwa na vita, serikali ya nchi hiyo imetaka wachukuliwe kama Walibya. Juma Kinanguka <todakarana>